Musa alayhi salam ile siku ile Musa aliokolewa, wao furaha yao walikuwa naifungia kwa ile neema ya Allah wakasema tumshukuru Allah kwa sababu fakalu hadha yawmun dhahara fihi musa ala firaun, hii ni siku ambaye Mwenyezi Mungu alimpa Musa nini Musa nguvu akamshinda Firaun. qala nabiyullah llah Nabi sallallahu alayhi wasallam li ashabi, Mtume alimwa- aliwaambia masahaba zake, antum ahaqqu bi musa minhum, ninyi ni zaidi ya ninyi mna haki zaidi kwa ku musa kuliko hawa sisi. Akida ya musa na itikadi yetu na dini yetu ni moja, na sisi tunaingia kwenye kufunga. Rawahu al-Bukhari fasumu ah, fasum, fungeni, akawaamrisha ile siku kufunga. Wakaanza kufunga tarehe ngapi?

Wasamahu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na mtume Muhammad alifunga. Waamara bisiyami, na aliamrisha watu kufunga. Waqala fi fadlih, na mtume akasema, alipoulizwa kuhusu saumu ya Ashura akasema: ahtasibu ala Allah, bila shakka nataraji kwa mwenyezi Mungu, an yukaffira sanata allati qabla, inasameni madhambi ya mwaka uliopita wote, kwa yule mtu atakayeepusha na madhambi makubwa. Siku muhimu sana Muhimu sana. Yakulu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas, lazima Mwenyezi Mungu zimwendee yeye na nani na baba yake, ma raaytu nabii sallallahu alayhi wasallam, sikumuona mtume rehma na amani zimwendee, yataharra siama yawma fadhalahu ala ghairihi illa hadha al-yawmi yawma ashuraa, katika siku ambazo nimemuona mtume anaihangaikia na kuitafuta

na siku tatu katika kila mwezi na wanazuoni Ibn Uthaymin anasema ni mwezi, yale masiku mangani? Masiku meupe tarehe kumi na ngapi? Tarehe kumi na tatu, kumi na nne na kumi na ngapi? Na kumi na tano. Wa rakaatani qabla alfajiri na rakaa mbili kabla alfajiri, kabli alfajiri hizi mtume akuziacha akiwa akiwa mjini na akiwa safari

Wa taamalu ma qasahu Allahu lana fi kitabi min amri Musa, pia fikirieni sana kisa cha Musa alichotwambia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, kina mazingatio makubwa sana ma tawaghiat min tughati albashar, pamoja na muovu miongoni mwa waovu wa viumbe wa ma fi hadhihi alqissati min sunanin wa thawabina, ambacho katika kisa hichi

Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albabi, hakika imekuwa mazingatio. Hakika imekuwa katika visa hivi tunavyovisoma. Ibratan ni mazingatio, liulil albabi kwa wenye akili. Ma kana hadithan yuftara, haya kuwa ni, ni mazungumzo ya kuzudiwa. Haya tulikuwa tunayazungumza jamani, ni wahi walakin, tasdik alladhi bayna yaday, haya ni kweli. Aya tulizokuwa tukisoma, hadithi zote ni kweli inatoka kwa nani? Qur'ani inatoka na mazungumzo haya yanatoka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, watafsila kulli shay'i, na ni upambanuzi wa kila kitu, mungozo, rehima, Nguzangu, wa hudan, na ni mwongozo wa rahma na rehema, liqaumin yu'minuna, kwa watu wenye kuamini. Ndugu zangu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga Ashura mwishoni mwishoni ya Mtume kuwa kuwahalifu, akasema siku moja, lain bakitu ikiwa bakia ila qabi, mpaka mwaka unaokuja, la asumanna tasua, nitafunga siku, siku ya tisa nitafunga. Siku ya ngapi? Ya tisa. Wasia, siku ya tisa ni ipi? Yani tasua na Ashura. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuwahalifu Mayahudi kwa ajili ya kuhalifu Mayahudi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa Mayahudi walikuwa wanafunga hii siku. Ilifika mahala akawaambia, hapana tufunge. Na siku ya ngapi? Na siku ya tisa. Kwa hiyo ni sunna kufunga siku ya tisa na siku ya kumi. Bi maana leo ni, ni sita, jumatano sa, Jumatano saba, Alhamisi nane, Ijumaa ngapi? tisa. Jumamosi ngapi? kumi ko saumu iko Jumamosi na nini, juma na Jumamosi, na hii ndio iliyothibiti katika sunna. Na ndugu zangu, tujilazimishe, lakini kumbuka pia Mtume sallallahu alaihi wasallama ni yule aliyosema afdalu siyam baada ramadhan siyamu shaharullahi lmuharram, saumu zilizo bora baada ya Ramadhan ni saumu za mwezi wa nini wa Muharram. Usiache ofa ya kusamehewa madhambi ya mwaka nini mzima.